Somo yangu inasema uwe Jonas. Yona iko wapi? Sijue kama kwaya Neema bienaimbaka inabijuwaka, sijue kama hata hii nyimbo muliimba hapa munajua, bye mulikuwa naimba munajua? Jushi bengine mukiimba, tunatokaka machozi. Sasa mimi imi najiulizaka eske munajuaka bi mko naimba Mungu alinipa neema siku muliimba hii nyimbo, nikapata inspiration ya kutaka kujua yona iko wapi. Haleluya! nilikuwa natumika nyimbo mbili yakwaya neema, nilikuwa natumika nabii ana heshima kwao, nikaona Mungu ananipa inspiration mbio nikaimaliza, lakini hii kanishinda. Nikasema ndaitumika sana, lakini tena leo mulinipa maubiri yenye inabidi niende kuitumika sasijue kama nyie munajua vilevyo munaimba Hallelujah. Yona iko wapi? Yona ni nabii wa Mungu ambaye Mungu alimchagua katika nchi ya Israeli. Huu jamaa anazaliwa katika mji wa Galilaya, ni mji uliyo kando ya mji wa Samaria, na Mungu alitumika na Yona sana ukisoma Wafalme wa pili kumi na nne mstari wa kumi na mbili na tano utasikia ni namna gani ambapo Mungu anampatia Yona mission ya kutabiri kwa ajili ya urejesho wa Israeli sababu katika huo wakati Israeli ilipitia wakati mgumu sana, kisha kifo cha mfalme Salomon mwanaye aliyekamata ufalme alileta maangamizi na chukizo mbele za Mungu na taifa ya Israeli, ambayo ni taifa kumi na mbili, kwa sababu ya kukataa uongozi wa mwana wa, su, wa Sulemani. Wakachikawanya mara pili, kabila kumi ikaenda yao ngambo, na hii kabila mbili ikaenda moli, kabila ya Yuda nasema na Benjamini wakaenda ngambo yao, wakakataa uongozi. Niseme sasa hivi na katika hili kabila kumi Yeroboamu wa pili ambaye ni mtoto aliyerizi ufalme wa baba yake, akatawala hii kabila kumi ya Israeli. Na katika utawala wake, ni hapo ndipo Mungu mwenyezi alitaka kuzungumza na Israel. Alipotaka kuzungumza na Israel, akatafuta ni nani aliye mtiifu. Ya kwanza, ya pili, ni nani anayemwogopa. Ya tatu, ni nani anayempenda. Sema amena. Mungu akamkuta Yona ya kwamba yuko tayari kwa yale yote ambayo alikuwa anayatafuta, akamchagua. Haleluya! Nabii Eliya alipita, Elisha alipita, pale kulikuwa na nabii mwengine, naye alikufa, alipita, alafu Mungu akamchagua Yona. Objektife ya Mungu kumchagua Yona ilikuwa kupomola mazabau ya Bali katika Israel na kumjengea Mungu mazabau. Haleluya! kila mtu ambaye Mungu alimuita Mungu alimupatia misio. Kama Mungu alikuita na ujua misio yako ni nini utakufia mkanisi. Haleluya Bwana! kulikuwa sasa na mji moja katika ufalme wa waashuru na Kiswahili ingine na waita wa Asuria walikuwa na mji fulani pale, na pale palikuwa panaitwa Ninawi. Ilikuwa mji mkubwa sana, mji wa biashara, watu walikuwa pale, pesa ilikuwa lakini ule mji ulifanya machafuko. Acha niseme ya kwamba nilikuwa nasoma komentari biblike siku zilizopita kwa ajili ya mji wa Ashuru nikagundua ya kwamba Ashuru ilionyesha picha ya Sodoma na Gomora. Haleluya! Na kuna nabii mmoya alisema ya kwamba, anafananisha na mji huu na tundu la simba, na akasema huu mji ni muji wa umwangaji wa damu. Sasa hapa katika mji wa Ninawi walikuwa wabisi wakibeba mimba banatosha ile mimba au bakizala, banaleta bale batoto, banena batoa kafara kwa ajili ya miungu. Haleluya, bakikukamata huko mufungwa. Nataka unisikie vizuri introduction yangu, bakusudi nitakapo develope somo ikusaidie katika jina la Yesu Kristo. Baki baki, mtu akikuwa na mimba kuitosha ikukuwa problem, ata uneza zala mtoto bana muchinja, haina problem bafungwa wote venye valikuwaka kule mji wa Ninawi walikuwa wanakamba kamata, wanawatobola masikio, wanawakata mapua, vengine wanawatobola milomo, vengine wanatunzikwa na wanauawa. Sasa hii jambo na tukio hizi zikamchukiza Mungu. Sasa Mungu akasema hata kama mji huu ni mji wa hatari, inabidi ni mtafute, ni nani atakaenda tangaza jina langu huku. Bwana Yesu asifiwe, akamchagua Yona akamwambia Yona, mi nakupatia misio, utaenda ni nawi. Haleluya aleluya, Alelu. Yona akasema, asante Mungu, nitaenda. Yona alishaitika misio, vilatema iko munjia, anaanza aenda, iko anashuka bonde ya Yopa, aende atafute njia. namna gani ninajua, nikisema Yopa pa inaturudisha katika kitabu cha Matendo ya Mitume sura kenda mstari wa makumi tatu na tano makumi tatu na sita. Tunajua mtumishi wa Mungu pale ambaye alienda pale kumufufua mjakazi wa Mungu ambaye anaitwa Tabita. Tunajua ya kwamba kulikuwa pale na Petro, walimuita kuya Yopa, tulikuwa vile vyote mnavisomaka. Mena alipokuwa anashuka aende, akaanza ona image ya Ninawi. Yona akaona ya kwamba nikifika Ninawi nitakufa, nikifika Ninawi nitatunzikwa, nikifika Ninawi watanitoboa masikio, nikifika Ninawi nitapotea. Akaogopa. Waumini wengi wako na tabia ya kukondane Yona Yona, hata kama ni mwanadamu, lakini Yona alikuwa na sauti ya Mungu mena, Yona akakataa maagizo ya Mungu kwa sababu ya wofu. Wacha nikwambie, kila wakati ambapo woga itaingia mu maisha yako enye ungetumikia twaza utamitumikiaka diza, hauwezi nielewa, njo maana useme amen. Mena safari ya Yona kuenda Tarasisi ni safari ya mwaka mzima, lakini safari yake ya kwenda Ninawi ni safari ya mwezi moja kwa ajili ya boga. Yona akasema hapana, bali niende ku hey, au omoi niende kwenda fa mwaka muzima. Akakimbi, akaanza piga hesabu, nikifika ni nawi batanitobola masikio, nikifika Ninawe batanitobola mapua, nikifika Ninawe batanitobola milomo. Hii ni nawi, wakati balikuwa na mufalume sena kerubi balikuwa bakatetemesha mufalume Ezekia na mfalume Ziwekia akakimbilia ku madhabahu, wakaanza omba image zote za Ninewi zikakuia Yona. Yona akaogopa, lakini akasahau ya kwamba sauti ya Mungu na promesa ya Mungu iko nyuma yake. Acha ni kwambie Mkristu Akakono, mchana wa leo hautakufa kabla ahadi ya Mungu haitatimia kwa maisha yako. Kama ni kweli Mungu njuu alisemaka utaolewa, we dada acha kwenda kulala na wanaume, hata miaka ipite, ndoa itatokea. Wewe mama, hautakufia kusaki akauchungua pana, hautakufia kumeza ya tomate. Kama kuna vile Mungu alivisema juu ya maisha yako, nimeitabiri leo ya kwamba siku zinakuja ambazo yale ambayo Mungu alisema juu ya maisha yako yatavaa mwili kwa jina la Yesu Kristo.

Jifunze kupima kwanza. Unapopima kwanza, kuna kile Mungu atafanya juu ya maisha yako. Yona akaenda akakutana bato pale, akaingia mubato akasema mina kwepa sauti ya Mungu, kumbi Mungu aba mkimbiake. Yona akasema munibebe Tarasisi, akaingia mubato bato. Bato inatembea kidogo, inatembea kidogo.

Bengine biko naangaika mupaka kapiteni akatoka, anasema bia hivi kuwaka. Bana banakamata mizigo banatupa mumai, banakamata maraji banatupa mumai, baone kama mai itatulia. Banakamata mabiraiya goma banatupa mumai, ebalileta manguo banatupa mumai, baone kama mai itakaita nyamaza. Lakini maji kakatala kunyamaza, bakasema hapana. Kapiteni akaanza tafuta mubato. Akaza tafuta mubato, anashuka kule chini, anakuta yona analala, akamlamusha akamwambia, we unalala juu ya nini? aezo ruba iko, lakini we unalala, unalala juu ya nini? we ni nani? Yona akasema, mimi ni mueburania na niko mtumishi wa Mungu, ase bakaogopa. Bakasema tufanye kura, nani njo mwenye anatuma hii bato itafute. Sa haleluya! Bakapiga kura, bakakuta yona njo mwenye anatuma bato inataza, lakini kisoma maandiko vizuri, hapa yona Mwekwaya neema ilikuwa natafuta walimuonaka kule chini, memi yona mweniko natafuta si amupata. Haleluya! bakaletea kwaya neema Yona wabo mwalita wazamishia bato bakamtosa kule chini bakamleta bakapiga kura bakakuta ya kwamba ni Yona njo problem. Yona akasema munitupe mumai. Bakasema hapana, hatuwezi kumtupa mtumishi wa Mungu mumai. Acha nikwambie, uko na ole weme, nazarawaka watumishi ya Mungu uko na ole na Mungu akusame leo kwa jina la Yesu Kristo. Yona akasema munitupe, wakasema hapana, tukikutupa damu yako haitakuwa juu ya vichwa vyetu. Ni sema hivi aiko Yona njo mwenye alifanya wato itafute zamu. Mimi najua autanielewa, pana aiko presence ya Yona njo ilituma zoruma inakuya kitu kilichofanya zoruba ikuye ni kwa sababu Ninawi haijapata okovu. Ninawi ingipata okovu, Yona angetembea mu wato na watoaingi zao. Ninawi ni nini, na chombo ni nini? Chombo inafananishwa na kanisa, ndio kwaya neema isha tuambia vile. Lakini Ninawi, inchi ya Ninawi inafananishwa na maisha yako hata kama wewe unaweza ingia mubato we Yona, lakini kama ni nawi maisha yako haijabadilika, bato haitatembea. We mkristu mwenye uko hapa, hata kama utatoa milioni, lakini kama maisha yako ingali muzambi, hii kanisa hitaendeleaka. Inabiti kwanza utakase maisha yako, utakase kwanza ni nawi. Ni nawi ikitakasika kuya muwato, wato itaenda mbele Basharati abatasema amena, balevi nabo awatasema amena, na bamwizi wananyamaza. Kama huko mubale bote oseme amena. Na mutu moya akasema unapenda sema balevi mine na junamini, nilikuwa mulevi, Mungu akaniokoa. Haleluya! Na mtumishi wa Mungu alisema hapa siku moya Aseme tunahitika pombe haiko zambi. Mejudu tusha ikatalo ki kunya unafanya nini? Eske Mungu alitumulaku masikio setende tumwambie baba tuta kunya pombe. Alitumulaku masikio. Si shipe ke tulimwambia atuta kunya pombe, atuezi zini, atutaingiaka mumanganda. Baba na Mungu nani anazikae, je, munasema sawa? Siku atakuwana na kupiga. Mena ninawi ikiokolewa ninewi ikiokoka Yona ataingia uwato zote zanapenda si na zaruba haitakuwa. Niseme hivi, kinachofanya chombo kanisa isiendelee ni pale wa Kristu ambao ni Ninawi wanashindwa kupokea neno la Mungu na kubadilika. Wakati wa Kristo wanapokea neno la Mungu na maisha yao inabadilika, kanisa inaendelea kimwili na kiroho. Baka sema tumutupe Jonasi, wanamuona me Jonasi, wanamukamata wanamutupa mumai. Ndauliza mtu, umoyo mwenyeko tayari kunijibia, shimama. Afanya hivi, mwatanijibi, shimama, mupatie mikrofoni. Bwana Yesu asifiwe, nataka niubiri hivi juu ikusaidie. Unajua, nimeshaona kama Bakristu biko na probleme ya mingi Jua wapendi kusikia maneno ya Mungu, minakuuliza hivi mutumishi wa Mungu agape, sa balitupaka balitosha Yona mule mumai ba, ba mule mubato wakamutupa mumai, Yona liendaka wapi? Samaki limurudishaka kwenye alitokea? Minasema kwa liendaka saba, sa balimutupaka mchini ya maji, akashuka kwenye vilindi vya maji, kisha sa kisha samaki ikamumeza, kisha samaki ikamumeza. Ndiyo aenjo lijuwaka kama lishukamu mu vilindi vya maji na samaki kamumeza. ulikuwa mumai? Hapana, sababu imeandikwa kwenye Biblia si sialisama talijibi ndiyo, kuko bieniko natafuta pale aenjo, eske ulikuwa naishi mumai Hapana, aye njo lijuaka kama Yona alishukaka kabisa muvilinzi vya maji na samaki kona, lusamaki lukwa lwa hai. Biblia nasema kama walipomtupa alipokua kati chini ya vilinzi vya maji eh, yo Biblia nasema njo inaongea hmm, akamlilia Mungu muvilinzi vya maji au mutumbu ya samaki muvilinzi kwanza vya maji. tumupigie makofi na vigeregere Kuko kitu niko natafuta pale, na nawe haukukuwaka. Sa Yona walimutupaka mule muvilinzi vya maji, na hakuna hata profete wa ajabu mwalikuwaka mwalikuwaka vwaze wa samaki juu aone vyebilipitikanaka mule tutajuae eh, kama Yona aliingia mumai na samaki ndio ikamumeza papa kalfu njo tutajua Amina. ni majibu ya bien eayafika kabisa mwangenijibiyabie ningempa mille fra kumazabao, ni elfu kumi dolare. Ni leo na mama mwa siku mwa tuko na ubiri, nikasema ndapatia mutu mille fra akamata, akaitia mumadolare yake anauzisha kama, akasema njo imani yangu inaniambia hivi. Mungu akubariki Amina. kinachotufaa

Huwaka kama likufukuzaka munyuma ya kupanga na mungu yampatia ya nyumba, hakuna mwenye alishuhudiaka na iko mumatatizo. Wakati mungu aliondoa matatizo, ndipo watu walishuhudia. ma vile vipindi unavyovipitia kwa muda huu, mungu akutoshe kwa jina la Yesu Kristo. Mungu atakapo kutosha pale, utakuwa wakwanza kushuhudia. Niko nasema na mtu moya hapa mwenye iko mtumbu ya samaki, mungu akutoshe mtumbu ya samaki katika jina la Yesu.

Nitafute Mungu sana ni hizi siku tatu za Jonasi, mutumbu ya samaki. Haleluya, Bwana Yesu asifiwe. Kitu cha kwanza, Jonasi akaelewa kwanza kama nipo mutumbu ya samaki. Kitu cha pili, Jonasi akasema, samaki haiwezi nitapika. Sikia juu samaki kifungula tu kinywa, maji itaingia mkinyo na Jonasi anakufia mule mutu samaki mutu njoo chakula ya samaki. Mutu akizama apa, mvikia mutosha, mtakuta balikula macho, balikula macho, walikula masikio, balikula milomo. Hallelujah. Donc samaki ikikula mutu haiwezi mtapika. Mimi na Yona akasema apa kwenye niko, sina baba, sina mama, sina mjomba, sina voase, sina voazine, sina mwatanitosha apa Mwenyereza tu nitosha hapa. Ni uu Mungu mwalihusu ningi hapa. Acha niseme ya kwamba Mungu akaleta kichefuchefu mutungu Samaki, samaki kaza angalia, ni wapi itamtapikia Yona. Nimesema na mtu ambaye yuko hapa mchana wa leo, mahali ambapo walozi walikuweka wasikie kichefuchefu kwa jina la Yesu Kristo. Mikono inayobana maisha yako, mikono inayobana biashara yako, mikono inayobana ndoa yako, mikono inayobana kazi yako, mikono inayobana nyumba yako ikuachilie kwa jina la Yesu Kristo. Haujanielewa, ungesema amena. Au Haleluya! Sema kichefu chefu. mm -hmm. Sema balozi wasikie kichefu chefu. Sema viombo isikie kichefu chefu. Sema viombo isikie kichefu chefu. Sema selima seliva isikie kichefu chefu. Sema shomaje isikie kichefuchefu. Sema upangaye isikie kichefuchefu. Sema initapike katika jina la Yesu Kristo. Ah, kuko mwenye yaelewa, sema initapike kwa jina la Yesu Kristo. Problema ya mingi ba Kristo wanashinda kubadilika kwa sababu hawajikubali kama vile mtungu ya samaki

siku utatoka mdumu ya samaki utapiga makarelo utapiga mafeste utatembelea magari utachinja mangombe utachinja makuku. Lakini kama wakati haijapigia, jikubali. Asalimia ndugu zangu, jikubali kwanza.